Ziara ya rais William Ruto katika eneo la mlima Kenya ikitarajiwa kuanza rasmi siku ya Jumatatu wiki ijayo, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amekashifu ziara ya Ruto kwa madai kuwa pesa nyingi zimetumika kuhonga wananchi wa eneo hilo ili kujaza mikutano yake katika maeneo mbalimbali. si hata sahi anajiandaa kutembea huko, anakuja kusema ukweli ama uongo sikunajua, lakini tumesema msijali, Pesa imepangwa na magunia, mujitayarishe mkule, lakini msipeleke hiyo nyumbani. Pesa nyumbani imelaaniwa, mkule pale kwa market peke yake si ndio? Na musichanganye na ile yenu ya zamani, na msipeleke mtoto shule ama kununua ng'ombe ama mbuzi hiyo. Kama uko na deni ya Shylock ulipe na hiyo pesa. <laughs> Eneo la Mlima Kenya likionekana kuwa telezi kwa Rais Ruto, Rigathi amedokezea kuwa ziara yake inapania kuwadanganya wananchi, ila akiwarai kuchukua pesa zitakazopeanwa kwani zingepaswa kufanikisha maendeleo. So ile pesa yote ya madawa kuliko ipelekwe kwa hospitali inaletwa hapa kuhonga watu, lakini kwa sababu hiyo pesa hata msukula itapelekwa kwa watu wengine, mchukue hiyo pesa mkule, bora msichanganye na ile yenu na msipeleke nyumbani ikuliwe kwa soko iishie hapo. Imepangwa uongo mingi sana. Sasa watu wanapewa pesa kuja kusikiza uongo, na tumesema basi, kama ni kusikiza uongo ulipishe bei kali, kwa sababu uongo ni kitu baya. sasa uzipewa mia mbili kusikiza uongo. Kusikiza uongo ni kutoka elfu tatu kwenda mbele. tumekubaliana? Eh. Mama kupiga ngemi kwa mtu ya uongo ni shilingi elfu kumi. Aidha amemkashifu vikali mkuu wa majeshi Kahariri kwa kile ametaja ni kupenyeza siasa katika idara ya wanajeshi wa Kenya And it's the only institution that the people of Kenya trust. Please, usilete siasa kwa mambo ya majeshi. Majeshi kazi yao ni kulinda Kenya from external enemies. And that is the work of the military. So wewe usiingizwe kwa mambo ya siasa ya William Ruto, hata ukijaribu kusaidia William Ruto pahali mambo yake imefika saa hii, Jenerali, uweze musaidia. Gachagua ameonya wananchi kwamba rais atafadhili vyama vingi vya kisiasa eneo hilo, ili kugawanya kura zao, akiwa tahadhari kuwa makini wakati huu.